Vatican ni moja ya nchi ndogo kabisa duniani, lakini historia yake, ushawishi wake na mafumbo yake yanaifanya kuwa sehemu ya kipekee na ya kuvutia. Ingawa wengi wanajua kuwa Vatican ni makao makuu ya Kanisa Katoliki, kuna mambo mengi ya kushangaza yanayofanya taifa hili kuwa la kipekee, kuanzia sheria zake za kipekee, hazina zake za kihistoria hadi taratibu zake maalum. Vatican ina siri nyingi ambazo huenda ukuwahi kuzisikia. Katika makala hii tutachunguza mambo ishirini ya kushangaza kuhusu Vatican ambayo yanaifanya kuwa moja ya nchi za hajabu zaidi duniani. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa za video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Hii ni FMB TV ninakusii kujumuika nami mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Moja, nchi ndogo zaidi duniani. Vatikani ina eneo la kilomita za mraba 0.49 ikiwa ndogo kuliko nchi yoyote duniani. Mbili, idadi ndogo ya wakazi. Vatikani ina wakazi takribani 800 tu na raia wake ni wachache zaidi. Tatu, hakuna hospitali. Vatikani haina hospitali. Hivyo hakuna mtu anayezaliwa na kupata uraia kwa njia hiyo. Nne, jeshi la Uswizi. Wanajeshi wa Uswizi ndio walinzi rasmi wa, wa Vatican, wakihakikisha usalama wa Papa. Tano, haina uraia wa kuzaliwa. Uraia wa Vatican haupatikani kwa kuzaliwa bali kwa nafasi za kazi ndani ya Vatican. Sita, benki yenye utajiri mkubwa. Benki ya Vatican inamiliki mali zenye thamani ya dola bilioni sitini na nne, jambo linaloifanya kuwa benki yenye utajiri mkubwa. Saba, mapato makubwa. Vatican huingiza mapato ya dola mia tatu kwa mwaka. Nane, haina jeshi lake mwenyewe. Vatican haina jeshi lake, badala yake inalindwa na wanajeshi wa Uswizi. Tisa, haitambui nchi fulani. Vatican haizitambui China na Korea Kaskazini. Kumi, makumbusho yenye hazina kubwa. Vatican ina makumbusho zaidi ya elfu sabini yenye historia za mataifa mbalimbali. Kumi na moja, watalii wengi kwa siku. Vatican hupokea watalii takribani elfu ishirini na tano. Kumi na mbili, hifadhi ya vitabu vya historia. Vatikani ina vitabu vya historia ya kila taifa duniani. 13. Papa hana mshahara. Ingawa ana mamlaka makubwa, Papa halipwi mshahara. 14. Sehemu fulani zinakataza tatu. Kuna maeneo ndani ya Vatikani ambapo mtu mwenye tatu haruhusiwi kuingia. 15. Uwanja wa Mtakatifu Petro ni moja ya maeneo maarufu zaidi duniani likiwa na historia ndefu ya kidini. 16. Sarafu ya kipekee. Vatican ina sarafu yake ingawa euro inatumika pia. 17. Mkataba wa Lateran. Vatican ilianzishwa rasmi kama nchi huru mwaka 1929 kupitia mkataba wa Lateran. 18. Hifadhi ya sanaa. Vatikani ina moja ya makusanyo makubwa zaidi ya sanaa duniani ikiwa na kazi za wasanii maarufu kama Michelangelo. 19. Teleskopi kubwa. Vatikani ina miliki teleskopi kubwa huko Arizona kwa ajili ya tafiti mbalimbali. 20. Mbali. Ushawishi mkubwa wa kidini. Vatikani ni makao makuu ya Kanisa Katoliki likiwa na ushawishi mkubwa duniani. Kwa kumalizia, Vatican inabaki kuwa moja ya nchi za kipekee zaidi duniani yenye historia tajiri, utawala wa kipekee na siri nyingi zinazovutia wanaotaka kuijua zaidi. Kutoka kwenye hazina zake za sanaa, taratibu zake maalum za uongozi hadi sheria zake za kipekee, kila kipengele cha taifa hili dogo kina aksi umuhimu wake wa kiroho na kihistoria. Ingawa inaweza kuonekana ndogo kwenye ramani, athari zake duniani ni kubwa mno. Kujua mambo haya 20 usiyoyajua kuhusu Vatikani kutakuwezesha kuona taifa hili kwa mtazamo mpya na pengine kukuchochea kutaka kulifahamu zaidi. Dunia ina maajabu mengi na Vatikani, bila shaka ni mmojawapo.